Hawa ni kinamama ambao wamejiunga katika vikundi kumi na nne katika wadi ya Milima, eneo bunge la Tongaren ili kujiimarisha kimaisha. Hii leo kinamama hawa walikuwa wageni wa mbunge wa eneo hilo, Mheshimiwa John Chikati, katika boma lake ili kupewa mafunzo ya kujiimarisha kimaisha. Nimekuwa na nafasi katika boma letu hapa Bunambo kuwakaribisha wamama kutoka vikundi kumi na nne katika Milima sub location hawa mama wamejiorganize wanania nzuri katika vikundi yao na katika maboma zao, na tumekuja eh, kujifunza hasa mambo ya kuinua vikundi na kuinua mama katika nyumba yake. So what we have learned here is mainly about attitude change, mambo ya kufanya bidii, mambo ya kuwa na discipline na mambo ya kurani vikundi professionally huku hazina ya Uwezo Fund kijiandaa kuwapa mikopo ya fedha mwaka ujao ili kujinufaisha kiuchumi. Chikati amesema kuwa ataandaa mafunzo zaidi pamoja na kuwasajili ili kunufaika na hela za ngafu. Hawa mama wamekuja kufanya eh, cross-border learning na kufanya benchmarking na kuanzia hii Januari wanaanza kudisperse mambo ya loans. Tumeongea mambo ya kuamsha hizi vikundi so the 14 uh, self-help groups za milima are going to form one umbrella group ambayo tunaenda kuwasaidia katika training and eventually in January wapate pesa ya uwezo fund. Tumekupaliana pia wa, tuwasaidie wapate pesa ya ngafu, na mimi kama MP wao pia naenda kuwaongezea pesa ili waanze maneno ya table banking. Hata hivyo, vikundi hivyo vilipata fursa ya kujifunza kilimo cha mimea tofauti ikiwemo kahawa, huku wakishauriwa kuwekeza katika miradi itakayowawezesha kupata faida. Saa hii kilo ya kahawa e, kilo moja imeenda saidi pulp to coffee, imeenda saidi ya shilingi elfu moja kwa kilo e, sasa kilo saba ama kilo kumi ya kahawa inalingana na trela mzima ya miwa. Mimi naimiza watu wa, wa Tongaren, jinsi sisemi tuende tung'oe miwa sai, lakini wacha tuweke space kidogo kwa upande wa wakaha, wakaha, kahawa hiyo tumejifunza katika kikao na waandishi wa habari. Mkurugenzi wa uwezo fund eneo hilo Jackson Wekesa amesema kuwa kufikia mwezi Oktoba mwaka huu hazina hiyo imefanikisha mikopo zaidi ya shilingi milioni tatu katika vikundi tofauti. Mwisho tulipeana chuzi mwezi wa, wa kumi ilikuwa 3.4 million na sasa chanywari pia tunatarajia kwamba vikundi ambazo ziko hapa kumi na nne wanaenda kucheza proposals tufanye vetting alafu wapate cheki zao, multiplier effect, wanainua kilimo chao, vikundi zikue, na uchumi wa nchi yetu. Tumetembea katika hili boma lake, tumeweza kujifunza vitu vingi sana. Tumeona u, u, nini upani, u, chinzi amepanda kahawa, ametutembeza kila mahali. Tumeona, nahimiza tu wamama ya kwamba tuweze kushirikiana, tuone ya kwamba Tongaren Constituency tuko tunafanya vizuri na tuko tunaendelea. Vincent Kegode eneo bunge la Tongaren Kaunti ya Bungoma.